Bwana ni mwema wakati wote, Bwana ni mwema. Tuko hapa Nabungona Ihebo Nansio, tunaendelea na ukarabati wetu wa majengo yetu ya zahanati. Mafundi wako saiti kama tunavyoona, sasa kunaanza kupendeza. E, panaanza kupendeza. Upande wangu wa kushoto lipo jengo kubwa sana, hili linavyoonekana linahitaji kumaliziwa ili twende kwenye kituo cha afya. Ni kubwa sana Sieta, na mavyumba ya kupumzisha yako hapo e, linaonekana kwa namna hiyo. Kwa mbali, hilo ni kanisa letu, inaonekana limepambwa vizuri sana e, sadaka yako ndio inafanya kazi hapa sasa. Basi Bwana kubariki tunapoendelea kukamilisha magoli yetu kwa ajili ya, ya kukamilisha na kukarabati. Basi Mungu awabariki tunapokuwa tunakamilisha. Tujitahidi sana maana tuko kazini na kazi ya Bwana isonge mbele. Bwana wabariki sana. Amina, amina.